Uwepo ukawa kiumbe sahihi wa Mungu mwenye Mungu anapenda, bila kumfuata Muhammad. Na haijawahi kutokea tangu dunia inaanza mpaka ishi muhadhiri yeyote kidume anejiamini kwa hoja na elimu kuthibitisha kama kuna Muhammad, kuna mtume ambaye yuko juu ya mtume Muhammad. Hayu hajatokea hajawahi kutokea na hawezi kutokea, tuseme inshaallah na hajawahi kutokea muhadhiri yeyote duniani ambaye kathibitisha kwa elimu kwamba kuna dini nyingine sahihi kinyume na Uislamu. Hakuna. Naanza kusema hivi kwa sababu najiamini na ninajua hakuna Mkristo katika waliokuwa hapa atathibitisha kinagaubaga kwamba kuna dini iliyo sahihi mbele ya Mungu kinyume na Uislamu. Hakuna mnavyoviona kwenye mitandao ni mbwebwe za uhubiri wa Kikristo, lakini elimu hawana, hoja hawana. Nasema na ninawaona, wako pale Wakristo. Nasema kwa sababu naamini elimu hiyo hawana, na ninamshukuru kuona leo nimebahatika kufika kwenye kwenye hii kwenye sehemu yetu kwetu, tunasema sale huku, eh? Mnasema ukumbi, na simtopendelea Mdahalo kama huu uishie leo, uendelee. Niko kuwa mimi sina uwezo, lakini wallahi, uwezo mimi ningelikuwa nao, ningelikuwa nafanya midahalo siku zote. Maanake baada tu ya wiki moja mbili tunapiga midahalo, kwa sababu ndugu zetu ni waongo. Wanachokiongea kwenye dini zao, kwenye vitabu, waongo. Hakuna dini sahihi kinyume na Uislamu duniani, hakuna basi sala na salama zimwendee kiongozi wa umma Mtume Muhammadi pamoja na watu wa nyumbani kwake na maswaba wake na Uislamu wote kwa jumla watakaoshikamana na mwenendo wa Mtume Muhammadi hadi kufa kwao, Allahuma amin. Nazidi kuwapa pongezi waandalizi na kuombea nchi hii amani na usalama, kwa sababu katika siku kadhaa zinazokuja uchaguzi unaingia. Tunamwomba Mwenyezi Mungu azidishe amani katika nchi ya Tanzania na viongozi wa nchi hii, Mungu awape hekima ya kuongoza nchi na nchi hii iendelee wala isirudi nyuma, kwa amani yake na utaratibu wake. Watu wafanye uchaguzi kwa amani na salama, na Mungu alete sababu ya uchaguzi wetu utoke vizuri na salama bila vuhodha yoyote. Allahuma amin. Mada ya leo ni kwamba hakuna nabii tangu Adam mpaka kufika Bwana Yesu, baada ya Bwana Yesu mpaka kufika Bwana Mtume Muhammad, aliyekuja na dini kinyume na Uislamu. Hakuna kitu kama hicho. Kama dini hi, hii ipo kinyume na Uislamu ya nabii amekuja nayo hiyo, basi tutataka ushahidi hapo, na ninauhakika hakuna yeyote ushahidi anayeweza ya kutoa, na, na watakaotusikia bila hawa ndugu zetu kwenye mitandao, basi ajitokeze mtu aseme, bwana Kesedee, nataka nitoe uthibitisho kwamba kuna dini nyingine kinyume na Uislamu kwa mujibu wa vitabu, iwe Biblia iwe Quran. Kitu kama hicho hakuna na hakitatokea. Unaposikia mtu ameritadi, ameacha Uislamu, huyo hakuritadi kwa maana kwamba Uislamu ni dini chafu, Uislamu unafundisha vibaya. Ah, karitadi kwa mambo mawili labda akapewa pesa au labda akampata mwanamke kwisha. Zaidi ya hiyo hakuna kuhitaji. Sasa hiyo mada ndio nataka nianze kwa dakika ishirini na ni tano nimalize, tumwachie mtu mwingine aje hapa athibitishe kama kuna dini nyingine manabii walikuja nayo kinyume na Uislamu. Hakutaki mbwembwe, tunataka elimu kwenye vitabu, lakini nikisimamia imani yetu sisi Waislamu Qur'an 42:13 arobaini na mbili kumi na tatu inasema, bismillahi rahmani rahimu, na amekupeni sheria ya dini ile ile aliyohusia Nuhu na tuliyokufunulia wewe na tuliwahusia Ibrahimu na Musa na Isa, na kwamba simamisheni dini wala msifarikiane kwayo. Inatosha kwamba dini ile ile neno ile ile maanake ni mmoja tangu adabu Adamu mpaka kufika bwana mtume Muhammad, yani Mungu anamwambia mtume, anakupeni dini ile ile ya tangu Adamu mpaka kwako, fuata dini hiyo. Hivi ikiwa na maana kwamba dini ya manabii hazikuwa mbili, hazikuwa tatu, ilikuwa ni dini hii moja tu, maanake dini ya Adamu ndo dini ya Nuhu ndio dini ya Enoch ndio dini ya Ibrahim ndio dini ya Musa ndio dini ya Yakobo ndio dini ya Isa ndio dini ya Bwana Mtume Muhammad. Hiyo ndio imani yetu sisi Waislamu. Sasa dini hiyo ambayo ni moja ya manabii kwa imani ya Kiislamu ni dini gani? Qurani tatu kumi Qurani ah, sura ya tatu aya nambari kumi na tisa inasema bila shaka uh -huh. dini ya haki mbele ya Mwenyezi Mungu uh -huh. ni Uislamu. Yani, Qurani halipeti kombo, inasema moja kwa moja na wao watupe kwenye Bibilia, wakiingia hapa, dini ya haki mbele ya Mwenyezi Mungu ni Ukristo sobotu, utapata wapi? Hakuna ndugu zangu, na washangaa kuona bado wanakakamia Ukristo, Ukristo, Ukristo, Yesu, Yesu, wametoa wapi hivyo? Tangu mwanzo wa Biblia agano la kale, agano jipya, hakuna kitu kinachoitwa kwa kwamba dini ya haki mbele ya Mungu ni Ukristo, hakuna mimwanzo tu za ndugu zetu wa Kristo. Qurani inasema dini ya haki mbele ya Mwenyezi Mungu ni Uislamu. Kumbe mimi ninatumaini mimi kama Uislamu ninatumaini kwa kuwa Uislamu ninayotumaini kwa sababu kitabu changu kinanamia kita dini ya haki mbele ya Mungu ni Uislamu anzia 18

Unaona, itikadi yetu sisi Waislamu au itikadi ya dini sahihi ni yenye kusimamia Mungu mmoja wa pekee uh -huh. na malaika wenye na malaika wenye ilimu hayo wanashuhudia hayo uh -huh. yeye ndi mwenye kusimamisha uadilifu. Mungu huyo ndiye mwenye kusimamisha uadilifu, hakuna abudiwaye kwa haki isipokuwa uh -huh. yeye. Mnaona, endelea mwenye nguvu uh -huh. na mwenye hikima huyo ndiye aliyethibitisha kwamba dini ya haki mbele yangu ni Uislamu. Maliza. bila shaka dini eh, ya haki mbele ya mwenyezi Mungu ni Uislamu. Imetosha. Kwa hiyo hiyo ndio itikadi yetu sisi Waislamu, tukiongozwa na Quran. Sasa inawezekana ndugu zetu wakawa imani hii ya Uislamu ndio dini ya haki mbele ya Mungu wakapinga Watakuja kuletaleta kwa maneno Qurani huwa anasema sijui nini, yeye ni uongo, hatuamini haya, Qurani tunaiacha. Maneno hayo ambayo ndugu zetu hawayaamini tunayaacha, lakini ndio itikadi yetu. Tunakwenda kwenye kitabu wanachokiamini wao, ndicho kithibitisha. Sasa tunakwenda kwenye Bibilia, dini ni moja. Kwenye Bibilia tunasoma Bibilia ya Soma utangulizi katika kitabu cha Mwanzo, vitabu vitano vya Musa, utangulizi wake, utangulizi wa vitabu vitano vya Musa. Aa, unasema vitabu eh, vitano vya Musa kufanya jumla ya kitabu kimoja eh. nimetia alama hapo kwa kalamu, kuna alama nimetia hapo, soma kwenye kalamu. Dini ya agano la kale sawa kama ile ya agano jipya. Rudia tena Dini ya Agano la Kale, dini ya Agano la Kale sawa <laughs> kama ile ya Agano Jipya. Ndio hiyo hiyo dini ya Agano Jipya, maanake tangu Agano la Kale, maanake tangu Adam mpaka kufika kwa Yesu, dini ilikuwa ni hii, hakuna dini mbili. Sasa, kinyume na Uislamu, ndugu zetu ndio atakuja kutupa Adam dini yake ilikuwa ni Ukristo. Ibrahimu alipokuja alikuwa Mkristo, Noah alipokuja alikuwa Mkristo, kwa sababu hiyo ndio itakuwa dini kinyume na Uislamu. Lakini kwa mujibu wa Biblia dini ya tangu Adam mpaka kufika kwa Yesu ilikuwa ni moja tu, sio mbili. Endelea. Ha, inasema uh -huh. ina historia yake mm -hmm. na hiyo dini ina historia yake. Historia gani? Dini hiyo kusimama juu ya ufunuo wa Mungu kwa watu, hiyo dini imesimamia juu ya ufunuo wa Mungu mmoja kwa watu. Bimaana hiyo dini inatoka ni kwa Mungu, aliyeamrisha ni Mungu, siyo dini iliyotengenezwa na fikra za watu, kama Ukristo ulivyo. Ukristo umetengenezwa na fikra za watu. Ntatoa uthibitisho, sio kuongea tu mwe mwembwewembwe mwe kama wao. Ukristo ni kitu kimetengenezwa na watu, hakuna sehemu kokote ambako Mungu anasema dini yake ni Ukristo. Hakuna, na ninachokisema ni sahihi, na wao wakathibitisha, hakuna na haitatokea kwamba dini ya haki ni Ukristo kwa mjibu wa Mungu au kwa mjibu wa manabii. Hakuna, ni kitu kimetengenezwa na watu ni kikachukua nafasi katika dunia na watu wakakuwa Wakristo. Wakristo malizia vitabu hivyo ni vitabu visimulavyo wa zamani wa Mungu kwa watu. Basi vitabu vyote hivyo vya Agano la Kale na Agano Jipya imethibitisha kama dini ya Mungu wa kweli di, ni dini moja tu, haikukuwa dini mbili. Ili upate uthibitisho wa hiyo dini ambayo ilikuwa ni moja, natoa vitu viwili kisha nimalize. Tusomee katika kitabu ukurasa wa wa kwenye imprimatu ya kwanza, ah, inasema inasema, jina la mji Yerusalemu, uh, hutajwa kwa maana ya kwanza hmm, ni kwa simulizi ya Melchizedek. Rudia tena, jina la mji Yerusalemu, jina la mji Yerusalemu linatajwa uh -huh. Eh, kwa mara ya kwanza katika masimulizi ya Melkisedek. Neno Yerusalemu imeanza kwa masimulizi ya Melkisedek, ndipo hapo imeanza kutajwa. Endelea. Baada ya kuwashinda Yebusi, baada ya kuwashinda wa Yebusi, wakati wa Daudi, wakati wa Daudi, Yerusalemu ikawa mji mkuu wa, wa, wa, wa nchi na dini. Unaona, Yerusalemu ikawa mji mkuu wa, wa nchi na dini, hapana madini, maana Yerusalemu ilikuwa mji wa dini. Sasa dini hiyo ni dini gani? Kwanza neno Yerusalemu ni majina mawili yameungwa wafasi moja, kuna neno yeru na kuna neno salemu. Neno yeru maana yake mji, salemu maana yake salama. Wakaunga pamoja, ndio ikakuwa Yerusalemu, maana yake mji wa amani au mji wa salama na neno salama ni katika lugha ya Kiebrania. Waislamu wanasema Islam, Waarabu wanasema Islam, Waebrania wanasema Salem. Ni neno moja, inabadilika kwa misemo ya lugha. Salem ndio maana yake Islamu. Wanaposema mji wa Salemu, maana yake mji Yerusalemu, mji wa Salem, mji wa amani manake mji wa Uislamu ndio sababu imekwambia ilikuwa ni nchi ya dini, kwa sababu dini yao ilikuwa ni Uislamu. Ili tupate uthibitisho, Sefania mbili moja tatu na utaruka kumi na moja. Na hapo ndiko kunakothibitisha kwamba dini yao hiyo moja iliyokuwa Yerusalemu tena, tangu Adam mpaka kufika Yesu, haikukua mbili, ilikuwa ni dini ya Kiislamu peke yake, kama Qurani ilivyokuwa ikisema. Naomba hiyo andiko waisome na wahubiri waisikilize watakapokuja watakapokuja hapa wapate kitu watakachokiongea. Hakuna dini kinyume na Uislamu, hakuna tangu Adamu mpaka kwa Yesu. Hakuna. Soma andiko hilo. Ah ha, inasema Sefania 2:1 mpaka 5, alafu toroka 11. Ah, inasema Biblia inashughulika sana na, na wanyenyekevu. Aha. Au wanyonge au masikini wa dunia. 2:1 Sefania Sefania 2:1. Jikusanyeni, eti taifa lisilo na haya. Hiyo ni Mungu. Sasa jikusanyeni nyinyi wote enye taifa lisilo kuwa na haya. Aha. Kabla haijazaa haijaza hiyo amri, kabla haijazaa hiyo amri. amri gani? Endelea. kabla haijapita siku ile, kama makati hiyo siku ya hukumu, mwisho wa dunia haujafika, jikusanyeni nyinyi wote. Kwani Mungu anatuambia pelikozake kwa sababu gani anawaambia? wana wa Israeli. endelea kabla hajawajilia hasira kali ya Bwana, kabla hasira ya y asira ya Mungu haijafika, jikusanyeni. Kabla uh -huh. hajawajilia siku ya hasira ya Bwana, kabla hajawaingilia siku ya hasira ya Bwana, jikusanyeni. uh -huh. mtafuteni Bwana. Hapo sasa hapo kaneno, hapo mtafuteni Bwana, tutajua kumtafuta bwana ni kufanya nini, kwa sababu ndugu zetu wanadai wanamtafuta Bwana, waislamu wanadai wanamtafuta Bwana. Sasa twende hapo, utafutaji wa Bwana ni kitu gani kinafanyika mpaka watu wagundulike hawa kweli? E, e, hey, ndio wenyewe wamemtafuta Bwana. Enyi nyote mi wanyenyekevu wa dunia. Kumbe kuwa mnyenyekevu ndio kumtafuta Mungu kwenyewe. Endelea, ninyi mnaozitenda hukumu zake. Kwa kuwa mnyenyekevu, maana yake ni utekelezaji wa hukumu na sheria na amri za mwenyezi Mungu. Maliza, itafuteni haki. Unaona, tafuteni haki Mtafuteni unyenyekevu. Hapo sasa. Faya. Kwa hiyo kumtafuta Mungu ni kutafuta unyenyekevu. Neno unyenyekevu ni katika lugha ya Kiswahili, ukiibadili katika lugha ya Kiarabu, tatu sitini na nne Qur'an inasema unyenyekevu maana yake ni kuislamu. Soma Qur'ani tatu sitini na nne. Alafu tarudia hapo hapo kwenye Sefania. Naam, kitabu sopona, shaka, ndani, tatu, stili, na shaka ndani yake. Qur'ani 3:64. Bismillahirrahmanirrahim. Naam. Sema enyi watu wa kitabu cha Mwenyezi Mungu, sema ewe Muhammadi, waambie hawa ndugu zetu Wakristo, waambie ni Mayahudi na Manasara, uh -huh. njooni katika neno lo sawa, waambie Wakristo na Mayahudi, njooni katika hili neno lililokuwa sawa, linatutakiwa sisi na nyinyi tuwe dani yake, baina uh yetu -huh. uh -huh. na baina yenu uh -huh. iliyokuwa inatustahiki sisi na inawastahiki nyinyi ya kwamba eh, hey, simwabudu yoyote ila Mwenyezi Mungu, msimwabudu yoyote ila Mungu mmoja tu aliyeamrisha dini moja. Aha, usimshirikishe Mwenyezi Mungu na chochote, msifanye ushirikina na kitu chochote. Wao baadhi yetu tusiwafanye wengine kuwa waungu badala ya Mwenyezi Mungu, baadhi yetu msiwafanye wengine ni waongu badala ya huyo Mungu muumbaji, aliyekuja na aliyeleta dini moja au pamoja na Mwenyezi Mungu ndio ikiwa e mtawaambia Wakristo waingie katika Uislamu wakakataa, semeni basi, semeni kwa kuambia Wakristo, shuhudieni ya kwamba muwashuhudie Wakristo, sisi ni waislamu, sisi ni waislamu. Neno Islamu ni lugha ya Kiarabu, takdiri yake tumenyenyekea amri za Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo muislamu, maana yake kunyenyekea amri ya Mungu. Rudi kwenye Sefania 213 ilisema, mtafuteni Bwana maana kumtafuta Bwana tafuteni unyenyekevu katika utekelezaji wa amri hukumu sheria ya Mwenyezi Mungu, na tunapata unyenyekevu kwa numa Kiarabu maana yake Uislamu. Kwa mujibu kwa Biblia, tafuteni Uislamu. Hiyo ndiyo dini ambayo Mungu ameamrisha watu wote tangu Adamu mpaka kwa Yesu, watu watafute Uislamu. Hakuna mtu anaweza kuwa ni mnyenyekevu kisha awe Mkristo. Hakuna, wala hakuna Mkristo duniani mnyenyekevu, hakuna na unyenyekevu unaozungumziwa hapo sio unyenyekevu ya mke unye kwa mume wake, ah. Sio unyenyekevu wa mbuzi kwa bwana wake, hapana. Ni unyenyekevu wa mwanadamu kwa Mungu, ndio kwa lugha ya Kiarabu. Mungu mwenyewe akapanga ni Kuislamu ili upate kugundua ule unyenyekevu unaotabiriwa hapa, watu wanyenyekee wamtafute Mungu iwe wao wanyenyekevu, yani wao Waislamu kutaka uthibitisho kamili kwamba ni Uislamu. Hapo hapo Sefania ruka 11, moja na moja sikiliza moja. Sasa hapo hapo Sefania tatu mbili, e, moja ruka sasa 11, Bwana atakuwa mwenye sana. Mungu alishasema watu wote ulimwenguni watafute unyenyekevu kwa sababu unyenyekevu ni amri ya Mungu, ndioko ku kumi na moja, Mungu anasema siku hiyo watu watakutafuta basi Mungu atatisha, atatisha kwa wale wenye kuutafuta unyenyekevu. Kwa maana atawafisha kwa njaa, miungu yote ya dunia. Unaona? Miungu yote ya dunia ambayo wameshindwa kuutafuta unyenyekevu Yani wameshindwa kutafuta Uislamu, basi Mungu atawakomesha wa kwa njaa. Tizameni namna ya kuutafuta unyenyekevu ili mpate kujua kama haiko Ukristo. Maliza na watu watamsujda yeye, rudi tena na watu watamsujdia yeye, rudi tena na watu watamsujdia yeye, malizia kila mtu kutoka mahali pake. Unaona? Kila mtu kutoka mahali pake atamsujudia Mwenyezi Mungu. Nini maana ya kusujudu? tano kumi na nne Yoshua tano kumi na nne Yoshua, maana ya kusujudu. Yoshua ni bibilia hii hiyo hiyo, soma tu, hata hiyo hiyo, si bibilia uko nayo, karibu hiyo hiyo uko nayo. Yoshua tano kumi na nne Yoshua tano kumi na nne ni kitabu cha sita baada ya kumbukumbu la Taurati shtano kumi eh, la, na nne tano kumi na nne Yoshua inasema kwa panuzi amdiko tano kumi na nne Yoshua akasema, la, lakini nimekuja sasa mimi amiri wa jeshi la Bwana, mimi amiri wa jeshi la Bwana. Nayoshu yoshua akakomoka kusousowata nchi, akafanya nini? Naye akasujudu. Kule walikwambia kumtafuta Mungu yani kuwa mnyenyekevu, yani kuwa Mwislamu ni kumsujudia Mwenyezi Mungu. Kitabu kinasema Yoshua amesujudu Nini maana kusujudu teremka. Bwana akamtokea Yoshua. Kumi na nne msomaji kumi na nne amiri wa jeshi la Bwana akamwambia Yoshua uapatukeakugkumi na nne Ah ah. kumi na nne Unaenda kumi na tano. akasema la lakini nimekuja sasa ni amiri wa jeshi ya Bwana. Yoshua akapomoka uso wake hata nchi. Unaona, akapomoka uso wake, hey, aka mpaka nchi, alipotia uso chini, wakasema naye. Msomaji akasema hey, naye akasujudu basi. Kwa hiyo kuporomoka uso chini, maana yake nini msomaji? Kusujudu ikiwa e na maana kwamba kule waliposema kumtafuta Mungu kwa kunyenyekea, maana yake anasujudu kwa hiyo kunyenyekea mbele ya mwenyezi Mungu ni cha kwanza, ni kumsujudia mwenyezi Mungu, na hiyo ni ishara inayoashiria Uislamu peke yake. Hakuna dini kinyume na Uislamu ambayo ingekuwa sahihi. Acha nikuse Ukristo kidogo. Kwa dakika mingi zinazobaki, tunapata kwamba kwa mjibu wa Qurani Uislamu ndio dini pekee ya manabii. Tunapata kwenye Bibilia, inathibitisha hilo kwamba dini ya kiislamu dini ya unyenyekevu ndio dini ya manabii tangu mwanzo mpaka mwisho, ndio dini moja tu hiyo. Acha niguse Ukristo sasa. Soma Biblia moja moja, utupe maelezo yake naumu. Moja moja, katika biblia ya Scofield, katika biblia ya Scofield kaka yangu anayo, kaka yangu ndio anayo. Moja moja, tupe maelezo yake, ah, anahukumu ukafiri kwa njia ya maangamizi makubwa. Mungu anahukumu ukafiri kwa njia ya maangamizi uh -huh. gharika na uharibifu, gharika uh -huh. uh -huh. na uharibifu. Walinawe zinashuhudia neno hili na zinaonyesha mbele ya maangamizi ya e ukafiri wa dini ya Kikristo. Rudi tena, zinaonyesha zinaonyesha maangamizi taratibu hapo, soma taratibu, watu waelewe wao zinaonyesha maangamizi ya dini ya kikafiri ya Kikristo. Rudi tena usikwame hapo, kila mtu asikie neno hili. zinaonyesha mbele maangamizi ya ukafiri wa Kikristo, Kikristo zinaonyesha maangamizi ya ukafiri wa dini ya Kikristo, ki ikiwa, uh-huh. ki ki e, na maana kwamba Ukristo sio dini ya Mungu, Ukristo ni dini ya kikafiri. Ni e, Biblia pandisha juu, wasisemi kwamba amesoma Qur'ani, pandisha juu sheke pandisha juu watu waone Biblia, uinganishe juu watu waone kama ni Biblia Biblia ile, yeah, sio Qur'ani wala gazeti, kwamba ukristo ni ukafiri. Soma hiyo Biblia 13 aya kwanza, alafu tupe maelezo, alafu nimalize malizo kumi na tatu. Isaya kumi na tatu, Isaya kumi na tatu, hapo hapo Isaya kumi na tatu Isaya kumi na tatu Isaya njoi, so utawala mwingine Isaya inasema utawala wote mwingine wa Babeli, utaratibu utaratibu wa dunia wa dunia, mateefa pamoja na na harmagedoni hamardoni, lakini dini ya wakristo orudia eh, tena lakini dini ya wakristo mbali na Mungu. Kyo. Dini ya Kristo iko mbali na nani? Iliyo mbali na Mungu. Ukisikia Ukristo maana yake ni dini ambayo iko mbali na Mungu. Maliza. Hiyo mnu. Endelea. Inaongozwa wanaongozwa na nini? Wanaongozwa na nyama. Ukisikia mtu ni Mkristo hana kiongozi si aitwaye Yesu wala hana kiongozi aitwaye Mungu. Wanaongozwa na nyama. Wote wa Kristo wote. Kiongozi wao ni nyama. Ila nyama gani? ambaye ndio kiongozi wa Wakristo duniani. Malizia. Ah, inasema ehe, nabii wa uongo ni nabii wa uongo. Inatosha. Kwa hiyo wa Wakristo wako sahihi, ni dini ya uongo, dini ya ukafiri. Kwa mujibu wa Biblia hakuna dini ya Mungu itoye Ukristo, hakuna kwa mujibu wa Quran Uislamu ndio dini sahihi. Kwa mujibu wa Biblia Uislamu ndio dini sahihi, na ndio dini iliyokuja na manabii wote tangu Adam mpaka kufika kwa bwana Mtume Muhammad. Naomba atakayekuja hapa atoe uthibitisho kama si Uislamu, atoe sasa andiko kwenye Biblia ima kwenye Quran kwamba dini ya manabii ni Ukristo. Salamu alaykum, wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu.